Mtazamaji wa Takukuru TV, mazoezi ni afya, mazoezi ni burudani. Hizi ni kauli zinazotumiwa na wataalamu wa afya kuhamasisha jamii kushiriki katika kufanya mazoezi ili kuondokana na magonjwa yasiyoambukiza. Utimamu wa akili na mwili ni nguzo muhimu kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa Takukuru ikiwa ni miongoni mwa vyombo vya ulinzi na usalama imeshiriki katika mazoezi ya pamoja kama mwenyeji wa mazoezi hayo. Wakizungumza baada ya kuhitimisha mazoezi hayo ya pamoja kwa mwezi Juni, baadhi ya viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walisisitiza kuhusu kudumisha ushirikiano miongoni mwao ili kuendelea kuwatumikia wananchi na kuhakikisha jamii inaishi kwa amani na kushiriki kwa uhuru kwenye shughuli zao za uzalishaji. Sisi kama mavyombo ambao, kwa kusema kweli, jukumu letu ni moja, kuhakikisha hawa Watanzania hawa wanaamka asubuhi, wanaenda kwenye shughuli zao, wanarudi bila tatizo lolote. Sasa kila mmoja ana jukumu lake, uhamiaji ana sehemu yake, magereza ana sehemu yake, jeshi lina sehemu yake, kila mmoja. Lakini mwisho tukasema, sasa hawa ambao tunatekeleza jukumu la kuya protect hawa raia wetu, lazima tuwe tuna mshikamano mshika sehemu fulani. Kwa hiyo akasema sasa, kuanzia leo lazima vyombo mara moja kwa mwezi vyo vinakutana vinafanya mazoezi ya pamoja, kama ambavyo tunafanya tunafanya. Nashukuru sana kwa huu ushirikiano, mazoezi ni mazuri, mazoezi haya haya ni afya. Kwa hiyo nasisitiza kwamba basi tuzidi kushirikiana, tuzidi kufanya Uh, hii route march kwa kila inakopangwa kwa maana kwamba kila mwisho wa, wa mwezi. Haya mazoezi ya pamoja yanasaidia kujenga mshikamano, kufahamiana, lakini sisi wote tuna jukumu moja la pamoja la kuona kwamba hali ya usalama inaimarika. Kwa hiyo kuna swala la ushirikiano na raia katika kuimarisha e, ulinzi na usalama katika maeneo tunaishi, kwa sababu sisi ni pamoja, ya kwamba ni majeshi lakini ni sehemu ya jamii, ni sehemu ya wananchi, na lengo ni kuona kwamba wananchi pamoja na sisi wote tunakuwa salama. Kwa hiyo tushiriki katika masuala haya ya ulinzi shirikishi huko mahali tulipo, tuwatumia hawa wananchi ambao tu ambao tunaishi nao huko kuimarisha hali ya usalama awali yote namshukuru sana mwenyezi mungu kwa kutupa nafasi hii ya kukutana angalau mara moja kwa mwezi ijumaa ya mwisho wa mwezi viongozi wamesema mengi na sina sababu ya kurudia wameeleza umuhimu wa ushirikiano umuhimu wa connection kati yetu katika utekelezaji wa mambo yetu ya kikazi katika uendelezaji wa taifa lakini hata kijamii niliyemwona hapa niliye connect naye hapa naweza nikashirikiana naye sio kikazi tu, lakini hata huko kwenye mambo mengine ya kijamii. Sisi kama wenyeji, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, tunawashukuru wote kwa kushiriki katika mazoezi haya. Tunawashukuru pia kwa ushirikiano. Pamoja na hayo, ninawatakia kila laheri katika majukumu yetu na tuendelee na ushirikiano. Mazoezi haya ya pamoja hufanyika kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi na kuhudhuriwa na vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na taasisi zote zilizopo chini ya vyombo hivyo.